juhudi mafanikio ni vitu vinavyokwenda pamoja, lakini ujasiri uviongezea thamani vitu hivyo na kuleta tafsiri halisi ya, ya mjasiriamali. Ya SIDO ikimshika mkono mtu mwenye vitu vyote vitatu humfanya mtu huyo kufikia pale anapopataka. Kutana na mwanamke jasiri asiyekatishwa tamaa na mwenye kusimamia ndoto yake aliyeamini zero inaweza kuwa hero. Yupo mshairi mmoja mashuhuri sana huko ughaibuni maarufu kama Henry David alishawahi kusema kuwa mafanikio hufuata wale ambao wanaangaika kuyatafuta. Vipi kwako mtazamaji, natamani kufahamu unayafuata au unasubiri ya kufuata? Hapo ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha Sido fahari yetu. Mtazamaji, kipindi hiki kinaweza kikaa chachu cha kuanza safari yako ile ya kuelekea kwenye mafanikio. Mtazamaji, kipindi hiki kinaletwa kwako na shirika la kuhudumia viwanda vidogo, yaani Sido, kwa lengo mahususi kabisa, kuweza kukuhabarisha ni huduma zipi wanazozitoa, lakini ni mchango upa. Walionao katika kukuza viwanda hapa nchini Tanzania pamoja na mafanikio walioweza kuyafikia tangu kuanzishwa kwake. Kupitia kipindi hiki cha leo utakwenda kujifunza mambo mengi. Lakini mambo husika kabisa kuhusiana na Sido. Sido ni nini? Sido inahusika na kitu gani? Eh? Ina fursa zipi kwa ajili yako wewe mjasiriamali? Ya Tutafahamu mambo mengi sana kuhusiana na Sido lakini pia utapata fursa ya kuweza kusikia kutoka kwa wajasiriamali ambao wameweza kunufaika na SIDO hiyo ambayo tunaizungumzia hapa. Katika mfululizo wa vipindi vyote hivi, utakuwa na mie, Lusia Mwashala, tutakuwa mwanzo mpaka mwisho. Ni kuahidi tu, kuna mambo mengi sana ya kujifunza katika vipindi hivi vya SIDO fahari yetu. Keti nasi tuwe pamoja, karibu sana. Unapozungumzia SIDO unazungumzia shirika la kuhudumia viwanda vidogo na vya kati nchini, na unapozungumzia Tanzania ya viwanda unaizungumzia SIDO. Je, yeah, una ndoto ya kuwa na kiwanda na hujui pa kuanzia, au una kiwanda lakini unahitaji teknolojia, masoko au mkopo wa kuendeleza kiwanda chako? SIDO iliyopo katika kila mkoa nchini ni jibu lako. SIDO itakupa mafunzo, mikopo, uendelezaji wa teknolojia pamoja na masoko. Cha ziada ni kwamba utapata ushauri na huduma ya kuatamia kiwanda chako ili kuhakikisha unafanikiwa. Unangoja nini? Kazi iendelee. SIDO, kwa pamoja tujenge viwanda. Shirika la kuhudumia viwanda vidogo yaani SIDO limeanzishwa kwa sheria ya bunge namba 28 ya mwaka 1973 ili kupanga kuratibu, kuendeleza na kutoa huduma mbalimbali kwa viwanda au biashara ndogo na za kati. Hadi leo SIDO imebaki kuwa muhimili mkuu wa serikali katika kuendeleza viwanda vidogo na vya kati. Madhumuni makubwa ya kulianzisha hili shirika ilikuwa ni kuwahamasisha Watanzania waweze kuanzisha viwanda vidogo, lakini SIDO ikawa na jukumu sasa la kuhakikisha hivyo viwanda vidogo vinaanzishwa. SIDO kama SIDO tuna mikakati mingi ya kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania wengi. SIDO tuko mikoani, nadhani tunavyokaa mikoani hatugusi Watanzania wengi. Kwa kwa hiyo tunafikiria kwamba ni muhimu SIDO ikashuka kwenda wilayani na ikibidi baadaye ishuke kwenda chini zaidi ili iweze kugusa Watanzania wengi. Sido katika utendaji wake kwa kazi ni kwamba iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na chini yake Sido inasimamiwa na, na board ya wakurugenzi. Mwenyekiti wa board anateuliwa na Mheshimiwa Rais Tanzania, lakini e, wale wajumbe wengine wa board wanakuwa wanateuliwa na Uh, mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya viwanda na biashara. Na chini ya hapo basi, kunakuwa na mkurugenzi mkuu ambaye kwa wakati huu ni mimi, na mimi nasaidiwa na wakurugenzi wakuu wane: tuna mkurugenzi wa teknolojia na masuala ya viwanda, tuna mkurugenzi wa mafunzo na usimamizi wa mikoa, lakini tuna mkurugenzi eh, wa fedha na utawala na tuna mkurugenzi wa masoko na uwekezaji, lakini eh, shughuli nyingi za SIDO hazifanyiki kutoka makao makuu bali zinafanyika katika mikoa. Shirika la kuhudumia viwanda vidogo lina mtandao mpana sana, tuko katika mikoa.